Zaidi ya mikoko elfu kumi aina ya michu imepandwa katika fukwe za Fujoni ikiwa lengo ni kutunza mazingira ya bahari. Amina Abdallah Ali ni mwenyekiti jumuiya ya usimamizi na uhifadhi mazingira Fujoni. Katika miche hiyo kuna baadhi ya miche mingine haikukubali kutokana na hii hali ya hewa saizi, yenye hakuna mvua. Tumebahatika kupandikiza si mara moja, la si mara mbili. Lakini katika utafiti wetu tukatafiti kwani hii miche haikubali kuota baadhi ya miche inaota, tukagundua kwamba katika mikoko hiyo magondi, mikoko mingine haikubali kwa maeneo yetu, zaidi ya mikoko michu ambayo michu hiyo kwa maeneo ya hapo ilikuwa inakuja. Kwa hiyo tukaandaa zile tuka mbegu, tukatafuta ile michu ilikuwa mipevu, imetoa zile mbegu, na zile mbegu sasa hivi ziko zimeanza kuota tunategemea tukijalo hichi kipindi cha mvua hichi tupandikize maeneo yote ambayo ile miche imekufa. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia mradi wa vijana na utunzaji wa mazingira Youth Climate Change itaendelea kuhamasisha upandaji wa mikoko kwa jamii katika maeneo mbalimbali ya pwani kwa ajili ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Upandaji wa miti aina mbalimbali ikiwemo mikoko kwa maeneo tofauti hapa nchini ni njia mojawapo ya kuleta ustawi wa mazingira bora na kuifanya Zanzibar kuwa ya kijani.